Barabara hii ya Lutukira kwa maana ya Songea inayotajwa, huu ni mradi wa kilometa mia tatu tisini na tano kutoka hapakuzuma mpaka kule makambaa, na tuna bahati, naendelea kumshukuru Mungu kwamba hata ujenzi ziro kilometa zinaanzia huukwenda vile nijanza kule kuja hu kuyatekana sisi, ingetuchukua muda mrefu mpaka kuyaona matunda yake. Leo tumekutana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 lakini sina budi jugu zangu kumshukuru kwa dhati Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutengea fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu ambao wahusema ni Songea Lutukira wa kilometa mia Songea Bypass kilometa kumi na sita. Mara nyingi ningetamani kwanza, mkandarasi wa kutekeleza mradi huu huwa anajenga wakati mwingine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 agizo si la pili kiangalia hapa, wamku wa mkoa hapa nyumbani kwenda mpaka pale bomba mbili, kuna kama drift. Mi ningetamani ile kitu ya kwenda chini na kurudi juu. Wetu ala tatu ni kama mjenzi, nitaanza bypass, yani waanze mjini halafu ndo waende nje.